Ni wachezaji wa Rs Barkane, hawa ni wapinzani wa Simba Sports Club kesho katika mchezo wao wa second leg ambao utachezwa katika uwanja huu wa Amani Stadium hapa Zanzibar. Kikosi cha Rs Barkane tayari kimeanza mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo. Kikosi cha RS Barkane kilipata matokeo ya goli mbili kwa sifuri dhidi ya Simba sports club. Je, Simba atakwenda kupata matokeo na kuhakikisha kwamba mabaki na kombe? Kikosi cha RS Barkane tayari kimeanza mazoezi yake ya mwisho hapa, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa katika upande wao, kikosi cha RS Barkane. Hii ni Karima Story TV, ni kukuletea yale yote ambayo yanaendelea hapa <tipa> Hmm? watatu hapa yeah. wako na kikosi cha RS Barkane katika <gasps> dimba hili mazoezi ya mwisho wakifanya vumuko nakameni sawa